bakholi babukusi nabukulani bano nabalomaloma nende baandiki ba kamakeni nebarangilibwe nende omwenendebe wabwe wesoko eyo yewebuye mosesi wambuwa nende omukhaye yunisi siema bamakhuloma bali kumukhosi nikwa serekali ebukule khubombakhila esoko chimbeka echino kutha khubayeta luli lukali na khubela balikhuba nabanyola bweyangubwakhukholela bukusi nabukulani bubwabwe na hii soko tunajua inaenda kutusaidia, maana tumekuwa tunanyeshewa kwa vibanda zetu. Tunashukuru hii kazi. Hizi vibanda zikiisha, sisi ndio tunaenda kufaidika na hizi vibanda, na ningeomba tu hii kazi ikishaisha, hizi vibanda zenye zinajengwa, watu consider sisi watu wenye tulikuwa affected, wenye tuling'olewa mahali hapa watu konzide sisi tukue watu wa kwanza kupewa hizi vibanda, isi watu watu wengine watatoka huko nje wakuje mahali hapa wapewe hizi vibanda, na sisi wenye tuliafektiwa tukose. Maana vile tuliafektiwa yenyewe imetuafekti sisi, hata biashara zetu zimerudi chini, na niombi letu ikikamilika, hawa vijana wapate pesa hizi kutoka Tradelands kwa county wapate izi zingine kutoka kwa vijiji, kwa, ne, kwa manini ya NGCDF mahali pa uwezo fund wapate pesa za kuweza kuendesha biashara. Omwene ndebe wesoko yino mosesi wambua kama khuchililila ebweni nalangilila serekali yekaunti ya Bungoma nende eyo elachililishanga bwombakhi bwesoko yino eh khubombakhila abo bakholi babukusi nabukulani babechanga nabakusha chingubo esoko yabwe nambubolane khuba nende abundu abulayi wakhukusila chingubo chichabwe. Soko hili lilijengwa ni kama la mama mboga, na hapa kuna boutique, kuna wauzaji wa viatu, kuna wale wengine wa hoteli na mambo kadhaa. Kwa hivyo ni ombi langu, kwa sababu labda pengine hii itakuwa inashughulikia ina, ina, ina, mama mboga zaidi, pia wa consider hawa wengine wenye wanauza nguo mpya, mtumba, viatu, watakuwa namna gani? So that at least we accommodate all these people for the benefit of Bungoma County and the national at wide. Ukiangalia hii sub county yetu ya Webuye ama soko hii yetu ya Webuye katika kuleta ushuru katika kaunti hii yetu ya Bungoma imekuwa ni bora, na tukijikosea labda tuondoe haya, haya, haya mabanda mengine ambayo yako na biashara za nguo na za viatu, na tuache tu mamamboga peke yake mahali hapa, itakuwa imeaffect mahali pakubwa, kwa sababu upande ya onsource revenue itapungua.